Musioka. Familia moja katika eneo la Malindi, kaunti ya Kilifi, imekuwa ikiishi kwa hofu na katika mazingira magumu kwa zaidi ya miezi sita baada ya nyumba yao ya kukodisha kubomolewa na watu wanaodaiwa kuajiriwa katika njama ya kuwalazimisha kwa kusitisha kesi ya unyanyasaji wa okay, kijinsia. Gilbert Njeru anasema masaibu yao yalianza baada ya kukata kukataa kuondoa kesi hiyo mahakamani na sasa anamtuhumu jirani yao kwa kushirikiana na mlinzi wa jengo hilo kupanga mashambulizi ya mara kwa mara ili kuwatisha na kuwafanya kukoma kuendelea na kesi hiyo. Mtu akona ameshika mtoto wangu, tukastakiana, tukaenda polisi mpaka, mpaka kotini hasa nachukua jukumu ya kunihangaisha hapa, kuchukua kupitia kwa kiateka kunitoa kwa nyumba, sababu amesema nisipoto ni hiyo kesi ataniua. Hiyo ndio maneno, ndio tuko naye hapa, na niko na kotionda, namnaona vile ile kotionda vile iruriwa ni huyu kiateka hapa. Ninaharasiwa na jirani mwenye alijaribu kudhuru mtoto wangu kwa njia ya raping, hasa kesi kafika kotini, kafika polisi. Sasa wamejaribu kunifuatafuata wananiambia nitoe kesi kotini la sivyo kutakufa mtu. Sasa wakanitumia watu wakanip, wakaniambia wanipe elfu kumi nitoe hiyo kesi. Sasa mimi nikawa niko kwenye taharuki kwa sababu mzee wangu walimshikisha kwa kesi ya urongo, wakamweka prison mwezi mzima kitambo tutafute bond. Sasa nikawa sina la kufanya kwa sababu sijui kesi inatolewa vipi. Nikazunguka, nikafuata watu wa human rights, wakaniambia kesi haiwezi kutolewa, kesi ya mtoto haiwezi kutolewa na ukiendelea ni utashikwa wewe uwekwe ndani. Sisi sote ni binadamu, na kama kuna mtu yote ambaye amekosewa, kuna asasi za kisheria, watu wafuate sheria ili sheria ifuate mkondo wake. Ni makosa mtu yote kuchukua E, sheria mkononi, kwa sababu tukianza kuchukua sheria mkononi hatutafika sehemu ambayo inastahiki ama sehemu salama. Kwa hivyo mimi naomba mwenye nyumba, caretaker, na wale ambao wamerent hapa, wacheni sheria ichukue mkondo wake kwa sababu hizi kesi zimeshafika kotini, zingine zimeshafika kwa polisi. Na pia naomba asasi za kisheria ambao ni polisi, uhakikishe kesi kama hizi wazi fast track ili ziende haraka, kwa sababu kila zikidelay ndio zinaleta maafa makubwa katika nini, katika jamii.